Wanawake husema wanaume wote mbwa, japo hawabweki ila wanajisahau kuwa wao ndio waeleweke. Naweza hisi unapenda kumbe, unapewa mapenzi feki na mimi. Unakumbuka enzi penzi lina hai, enzi penzi liminoga muda wote tunafurahi tuliijana, tulilinde penzi letu lisije tuli dai. Lakini kwa uka kwanza kumaliza mwendo, nikabaki kujiuliza why. Sikuwa na pesa kusema, ningekupa vitu vya thamani, ila changu kidogo nilichojaliwa niliweka kwenye sahani, vizawadi vidogo vidogo, sikusubiri birthday. Ukitaka pesa kusuka kuitoa siku delay, ila hadi one day nikuvike pete wa wangu wakuwe ni posa nipeleke ligiwe kukuka ndoto ya mtu alitaka kumiliki gari alafu mwisho kawa kiwete. Unakumbuka enzi na kuomba zimiti na kuomba leo tu seks, unadai hauko fiti, ila ukitoka nje nakuwa kanjiti, kila mtu anatingisha kibiriti, ila stili kwenye moyo wangu nilikupa fast city. Sikuthamini mishangazi nikakupa wewe first choice, nilikupenda kiasi ikupita siku bila kusikia your voice. Mbona nilikujali kwa ni kipi kwangu ulikosa? Nilipambana kuwa lijali, lakini stili ukanitosa. Enzi tunaitana majina matamu Kimahaba, my sweets, my love, my soul, my ex uliponiacha, ulitamani kuona nikisota, ila nao na drip na kuflex. Kuna kipindi hata kujibu SMS zangu ulinaja, muda wote unaongea na simu, nikiuliza unasema ni wadau. Nilikubali kuonekana fala kwa sababu kutaka kukupoteza, ila kumbe mbuzi wa kafara, nilikuwa najichongea mwenyewe jeneza. Ulifanya mengi mabaya kwa sababu ulijua na kupenda, ulijua kwako nimefika, kwingine siwezi kwenda. Ni kweli nilikupenda, ilikupasa kuniumiza Ulifanya nona masha yangu yana mwanga bali giza, kurudia na wewe labda utokee miujiza. Si kwamba nakulaumu, ila ulinipa wakati mgumu, kukesha nikilia alone room all the time na alimisi la kuchuma. Ilinichukua muda kuwa noma, ila nawa nishahili nakumiza tena kwangu, it's not a big deal. Niliamini una furaha na huyo ulienaye, mimi sikustahili na huyo ndolionakufaae. Rudi jenga familia ikibidi na watoto mzaye Watu sema mkechana sibera mwachane kwa mema, lakini kwako sikuona hata moja jema. Ulikuwa kapunda alinipiga teke baada ya kusahau wema, eti leo unanipigia simu umenimisu unataka turudiane? Em, kwenda zako, usifanye nikutukane nikwambie tu, unisha move on na mambo yananiendea poa, na usijepiga simu tena, mana na hisi utakuwa unaniboa.